pamoja na Doni oh. Gabaseki hapa tajiri ni mipango. Gabaseki. Hivi karibuni nina mipango ya kuinunua Yanga ili nifanye kikundi cha maigizo. Yanga umekuwa mo? Ah. nini? Ni ngapi bosi? Yaani anaona kama vitu vya ajabu sana bosi, kwambie, huyo.

Mimi nahisi kuna haja ya kuchukua namba za simu e, na nama mahusiano sasa. Sawa, lakini kuja na, hamna shida. Wewe sasa ni mzuri tu kama mimi wenzako.

Oh, alembo. Walembo ni shaka juu ya hili. Kumbukeni leo mko na Doni Bigila. Umeona? Sisi bado ni watu ambao tuna pesa. Ni watu ambao tuna pesa. Na hata kama kuswala vinywaji, ondoeni shaka.

Hiyo ni kadi ya mabosi ya kutolea pesa popote duniani. Na sidhani kama hapa ndio kuwekwa.

Naani amtujui vizuri, ila mgetufahamu, msingekuwa hapa. <laughs> Sisi ni mabosi, pesa ipo, na mkiwa na sisi mtakuwa maarufu zaidihata kinagajara Mnajua na wajanja sana, ni mwazima nguo zangu, siku mbili sasa zimepita, wiki mbili sasa. Ninachofuata, nahitaji nguo zangu. Mimi nimefuata kinywaji, nimefuata nguo zangu.

Wengine wanauana, wengine wanapigana, wengine wanaachana. natengeneza pesa. Hizo pati zipo tu, mke wangu. Pesa kwanza. Tuende tena. Yes. Jamani. Mm -hmm. Hii pati tume, tumepanga toka asubuhi kwamba tunaenda jioni kwenye pati. Sasa hivi tena unasema huendi. Una maanisha nini kusema huendi? Mke wangu, nina kazi nafanya. Kuna kazi, kuna vitu hapa na viandaa. Huko sitakwenda. Wewe nenda tu mke wangu, sawa? Utaniwakilisha tu vizuri. Mr. afu sasa hivi unataka niende peke yangu Bani? Mke wangu, tatizo tati eh, ni nini? Ukienda peke yako kuna tatizo gani? Utaonekana vibaya, utakuwa umeniwakilisha. Na mimi mimi, siwezi kwenda peke yangu. Kwa sababu gani? Hii pati yani ni ni siku nyingi sana, yani kuna pati zimetokea kama ngapi? Nne, tano, hii kama ya sita hivi Eh? Naenda peke yangu, Tanzania sina mume. Alafu ile zile pati zenyewe hazinihusu mimi, zinakuhusu wewe. Na mimi naenda ni kwa ajili yako. Mimi kule sifahamiki, mimi ndo mfanya biashara. Wewe si ndo mfanya biashara? Aya unataka mimi niende kule. Mimi nitaelewekaje kwa wale watu? Kwangu. Tatizo liko wapi? <laughs> Mimi siwezi kuacha mipango yangu ya kutafuta pesa, ezi tutangulizane kwenye harusi. Hapana, hata hizo hizo pati hizo bila pesa haziwezi kufanyika. Tu ya awa Eh. Sasa kama ilikuwa ni laki moja, si ungewapa tu kule kule ikaisha, na ukawambia, wewe hauzurii pati kwa nini Eh? unataka mimi niende? mi nakwambia kabisa man, kama we leo uende na mimi siende kabisa. Kama naamua hivyo ni sawa, lakini nimekupa pesa ukatoe kama zawadi. Nimekupa laki moja uwapelekee kama za weka maza... wape hiyo laki moja itaniwakilisha na mimi mika. Aha, kwa hiyo huwendi, ndo umesimamia msimamo wako kwamba huwendi kwenye party. Siyo? Ah, alafu mbono umejaza makorokoro hapa mezani umeshindwa kufanyia, uko kwenye dressing table na kuja kuweka hapa mezani kwa nini lakini

kitanda usicho kilalia ujue kunguni wake unalifahamu. Una hilo usimwone, wada pamoja na ulembo wake, sijui ana damu sijui nini. Uwezi jua ndani anapata tabu gani? Ndugu yangu, ndoani ndoano kwa, labda wada anakuzizua sana, labda anavyopendeza, sijui anafanya nini. Ndio ngoja nikwambie, nenda yani, kitu ukitaka kukijua zaidi, nenda zaidi, nenda ukae. Uwezi jua anapata shida gani kwenye ndoa yake yani, ujaolewa tu na ukipata utaishia pabaya kama ndio hivyo. Vipi kina Budigira mlishianaje? Mambo si niambiwe tena habari za Budigila, sitaki kumsikia Budigila, wajua sitaki. Alichonifanyia kule kule, si namna kule. Hmm. Eti anazuga unafanya kazi ya laei mara sijui nini sijui ndugu yangu, acha aibishwa kule mbele. Yani, aliaibishwa akavulishwa nguo kabisa, kawa mcho unyama hivi kabisa, ni mbele ya watu. Wow. Na kote kule? Kule, kama kwa watuaisau

Odi, odi, mndani! Karibu. Asante. Karibu, niambie vipi? Poa. Nzima. Niko poa kabisa. Sasa nikajua ushajiandaa kumbe, ndo hata bado. Mbona unafeli wewe? Ai, siwezi kutoka mwangu, umo ndani. Hey, kumbe shemu yupo. Hey, yupo ndani, amelala kwa inakuwaje eh, kumbuka kile kikao cha muhimu alafu si unajua kule kuna sala so zima la hela ndugu yangu mbona una faili wewe si unajua kabisa tumesha tuatiwa tuatiwaume tu mangu yumo ndani siwezi kutoka ndani wenye <laughs> mmezao kwa inakuwaje sasa sikiza nikwambie kuhusu maswala ya mume wangu tananai wewe dili na mimi wewe naenda kwenye kikao ukirudi utakuja kunipa mrejesho <sighs> Ila unafeli sana. Zaituni unafeli kwa sababu gani? Yani, kikao kile ni cha muhimu sana shoga yangu, yani cha muhimu kina hela. Mwanaume huyu unamng'ang'ania ndugu yangu, ana hela huyu mwanaume mwenye kafala kama ni eh? tungenda kule sema tu ndo uelewi. Ah, ngoja mimi nikuache niende kwenye kikao, kitakachotokea kule lolote lolote utakalosema kule utakuja nikwambia. Sawa rafiki yangu. Sawa haina shida. Mimi nipo tu, nakutana. Poa bye. Poa haina shida. Ah. Maisha yanataka pesa, wapo waliozikosa, wengine zinawatikisa. Pesa inaleta amani pale kwenye taflani, Inaleta vita duniani, Wengine wana uwana, Wengine wanapigana bigana, Wengine wana achana, Sababu ni pesa, Wengine wana pigana. Wengine wana uana.